wa watazamaji pia wasikilizaji wa chaneli yako upendelevu, Kuna Nini News. Leo ni siku ya Juma mosi ya tarehe Novemba 15 mwaka wa 2025. Haya ni matangazo yetu ya asubuhi. Katika yale ambayo tumekuandalia, tunazungumzia mapema leo hii kuhusu kufunguliwa upya kwa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Goma, kama vile uamuzi ulivyochukuliwa na viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari tulizonazo kwa sasa ni kwamba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi, kwenye baraza la mawaziri mjini Kinshasa, aliwazungumzia kuhusu kufunguliwa upya wa uwanja wa ndege wa Goma ambao unamilikiwa na M23 AFC RDF tangu mapema mwaka huu, pale mji huo wa Goma ulipoanguka mikononi mwa makundi hayo. Kwa mujibu wa habari tulizozipata ni kwamba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akiwa na kikao na baraza la mawadhiri huko kwenye makazi yake ya Umoja wa Afrika au Union African alitangaza kufunguliwa kwa hali ya mwendo wa kobe wa uwanja huo wa Goma, na ikiwa uwanja huo utafunguliwa, kwanza kabisa ni kwa maslahi ya misaada ya kihutu au misaada ya kibinadamu mengi ambayo yatafuatia baadaye, lakini cha msingi kuwasaidia watu ambao wanahitaji misaada katika maeneo hayo yanayomilikiwa na AFC M23 RDF. Ikiwa hayo yameamuliwa kwa namna hiyo, imefichuliwa kuwa serikali itachukua hatua madhubuti na inayofaa katika ushirikiano na mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, aswa kukitajwa shirika la mpango wa chakula duniani WFP, pamoja na tume la kulinda amani la umoja wa mataifa MONUSCO, bila ya kusahau yale mashirika yasiyokuwa ya kiserikali na ambayo yanachapa kazi kwa sasa katika mji wa Goma, haswa yanayohusiana na misaada ya wakimbizi. Lakini hata hivyo, siku saha, muda kamilifu, yaani siku ambayo mambo hayo yanaweza kutekelezwa au kazi za ukarabati wa uwanja huo kufanyika siku hiyo haikutangazwa. Kwetu iza hii ya Kiswahili ya Kuna Nini News hakikufanyikiwa kupata maelezo ya kina kuhusu muda kamilifu wa mwanzo wa kazi. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, mengi tutawajia nayo mnamo siku za usoni, lakini cha msingi ni kwamba siku ya Ijumaa ya tarehe Novemba 14 rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Feliksi Tshisekedi Chilombo alikuwa na kikao na baraza la mawaziri ili kuzungumzia haswa, kuwaharifu kuhusu kufunguliwa kwa uwanja wa ndege wa Goma ambao kwa sasa uko mikononi au unamilikiwa na M23 RDF AFC ambao tangu kutekwa kwa mji huo askari makuu ya mkoa wa Kivu a Kaskazini, hauchapikazi hakuna shughuli zozote zile ambazo zinaendelea, lakini kutokana na hoja mbalimbali zilizotolewa huku na kule, hata kwenye mkutano uliofanyika mjini Paris huku nchini Ufaransa, iliamuriwa kwamba uwanja huu wa ndege ufunguliwe kwa ajili ya misaada ya kiutu. Mengine yatakuja baadaye kutokana na mambo jinsi yatakavyokwenda. Kufikia hapo, sina cha ziada asubuhi ya leo, na kutakia wewe wikendi njema lakini nikikuomba kabla uondoke, usikose kusubscribe, usikose kulike, usikose kuacha komenti yako, na kwa mwisho, usikose kusambazia wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu, na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Nakutakia kila laheri.